Baby, najua umenisumbua sana kuhusu simu na kwa jinsi nilivyokuona nikisema niendelee kuchelewa chelewa, sikutaka kukuta umenuna kabisa, so nimeona hizi siku mbili tatu ambazo tutakuwa tunawasiliana tunawasiliana kwenye simu. Hapa hii ya kujishikiza kidogo, nimeitoa pale ofisini, ili bado fanyeje, kujishikiza ni <coughs> simu nzuri sana, nimeichukua pale ofisini, uzugezuge nayo kwanza, mpenzi wangu, nzuri mno. Simu gani jamani? hii simu kangafu Baby, hiyo ni simu ya kujishikiza tu kwa muda, sawa? Nimekuambia nimekuchukulia macho matatu, ninatoka Dubai, na nafikiri kama baada ya siku tano sita hivi itakuwa itakuwa tayari imeshafika. Sawa baby, lakini ona, simu gani? haujaweka cover hata vibonyezeo vyenyewe hamna. Baby kuhusu vibonyezeo, hii simu mimi nimeitoa rofsini haraka haraka ni kuwai wewe lakini simu pia kama utaona kuna usumbufu, unachukua njiti ya kiberiti, unaibonyeza unaibonyeza, o, inawaka, mpenzi wangu, alafu kusuka hapa, nitakuletea tu, alafu siautuu muda mrefu, hizi siku mbili tatu, baby, usiwe ah, si hivyo basi I... <coughs>